Zipo video ambazo zina trendi sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii video hizi ambazo zinamuonesha eh, gavana wa Nairobi Mike Sonko ambapo alikuwa anazungumza katika hizo video akitoa nafasi kama ya kuizungumzia video ambayo ni kama vile ilivuja, maana ilirekodiwa katika sehemu ambayo ilikuwa ina watu wachache, video hizo ambazo zilikuwa zinamhusisha mtoto wa gavana huyu ambaye ni mtoto wa kike, ambapo ilisemekana kwamba alikuwa anapigwa sana kipigo kizito na mume wake ambaye huyo mume wake kimsingi alikuwa anasomesha watoto na baba mkwe ambaye ndo huyu lakini pia alikuwa anasaidiwa kusomeshewa e, watoto wake ambaye kwa huyu Michael Sonko ambaye ndo governor, au watoto wa huyo bwana ni kama vile wajukuu, maana huyo mwanaume amemwoa mtoto wa governor. So kilichokuwa kinaendelea katika hiyo video ni kwamba e, alikuwa anarekodiwa the governor wa Kenya e, akimgombeza sana huyu e, mkwe wake ambaye ni mwanaume wa E, ambaye ni mume wa mtoto wake, akawa anamwambia kwamba ni kitu gani ambacho haupati, nimekupa kila kitu, nimekusomesha watoto wako, nimekulipia e, e, karo za pango ni kitu gani ambacho kinakufanya mpaka unampiga binti yangu? alisema Gavana Mike Sonko. Sasa, mengi yameendelea kujiri katika pages za mitandao mbalimbali ya, mbali mbali ya kijamii ambapo kuna kitu ambacho ameweza kuzungumza kuhusiana na hichi ambacho eh, kinaendelea kundani, Mike Sonko. Eh, Gavana huyu alikuwa ni wa Nairobi eh, Mike Sonko amezungumza baada ya video iliyosambaa mitandaoni ikimuonesha akikabiliana na mkwe wake kuhusu madai ya kumpiga binti yake. Mike Sonko alisema alikimbia kusaidia, kusaidia baada ya kupokea simu ya huzuni kutoka kwa binti yake akieleza kuumizwa na mume wake. Mike Sonko anadai kuwa amekuwa akilipia watoto wake ada, kodi na hata chakula ndani, lakini bado anampigia e, binti yake ambaye ni mke wake e, mwenyewe kiji, mke wa kijana mwenyewe. Sasa alihoji ni jinsi gani vijana wengine wa, wa wa kike na wa kiume nchini Kenya wanateseka kimya kimya majumbani mwao bila mtu wa kuwatetea. Katika eh, taarifa yake Sonko alikashifu ghasia katika ndoa akiwataka wanandoa kuchagua mazungumzo ya amani badala ya hasira. We, ungekuwa wewe ndo baba mzazi wa binti huyu ungefanya nini? Ah, nimeamua kukochea eh, homework hapa. Uh, utaendelea kujiuliza. So Mike Sonko ameweza kutrendi sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii akizungumzia ili jambo kwa kina kuhusiana na hichi ambacho eh, kilipata kuendelea majira ya jana, mambo mengi sana yameweza kuzuka katika hizi clip ambazo eh, ziko eh, kama vile eh, clip tatu hivi, ambapo kimsingi mada hiyo itakuwa ni mgumu eh, e sana kuya post katika akaunti yetu, maana akaunti yetu itakuwa iko hatarini kulingana na masharti ya YouTube, haruhusu ku post post zenye ghasia kali. Hivyo ndio ukitaka kutazama hii video unaweza kuingia katika page eh, ya Nairobi Trending eh, nafikiri eh, uko Instagram, utaweza eh, eh, kuzuia E, kimsingi ilikuwa ni kugombana hadi kupigana. Kuna namna bodyguard wa huyu Mike Sonko alikasirika wakati e, e, huyo mume akiojiwa akiulizwa, kwa nini unampiga mtoto wangu? Niliona pale bodyguard alikasirika sana na alirusha kofi akamchapa, lakini huyu bwana kitu ambacho alikifanya cha kufresha watu wengi, huyu governor alizuia kile kitendo, akamtukana sana bodyguard, akamwambia wewe ni mpumbavu usimpige tena huyu eh, baba eh, eh, mkwe wangu mpaka mimi mwenyewe nitoe oda. Lakini baada ya hapo, hamna ambacho kibaya kilifanyika kwao mwanaume zaidi ya huyu mtoto wa kike kuchukuliwa na eh, baba yake. So kitu kingine ambacho kiliweza kuvutia katika hizo klipu ni sehemu ambayo tuliweza kuona mtoto wa huyu gavana, Mike Sonko ambaye ndo binti yake. Sasa wakati yule mume wake anashambuliwa na bodyguard, aliweza kupaza sauti na kusema msimpige, mwacheni, msimpige mume wangu. Kwa hiyo inaonyesha ni kiasi gani huyu mwanamke anampenda kweli huyu mwanaume, lakini ndio hivyo, pengine kuna namna tu mwanaume ameshindwa kujizuia na ku, na, na kumpiga. Unajua, e, ndoa ni kama vile sahani na vikombe kwenye sinia, lazima tu kuna namna vitagongana hayo yameweza kujiri eh, ikiwa ni baadhi ya wadau waliweza kutoa komenti zao katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Komenti hizo ambazo zilikuwa za kuhu, kuzunisha na kufurahisha, nilikuwa napitia hapa, ngoja ni kupitisha katika hizi komenti. Huyu anaitwa Rema Outlook, yeye aliweza kutoa komenti yake na kusema kama ifuatavyo, tandukuu bila kuongeza wala kupunguza chochote mlinzi wa gavana mitano tena. Huyu mwingine akiweza kusema kwamba uh, nimeona comment meza, sana, mia na, mia na huyu dada ameza sana, imepata likes mia na tano. Huyu kweza kumjibu dada akasema kwamba, bora, bora basi eh, kuliko mpambe chawa wanakuwa na hasira kali. Mwingine kusema kwamba yupo Faster, hataki ujinga. Huyu mwingine kusema kwamba kama umekosea eh, umeko usipigwe, anachekesha huyu lazima kidogo apigwe. Mwingine akiweza kusema kwamba hakuna uzembe kazini huyu. <laughs> Mwingine akiweza kusema kwamba, lenyewe, sikia dada alivyotoa mlio baada ya kipigo. Mwingine akiweza kusema kwamba umenifurahisha huyu. Mwingine akiweza kusema kwamba kwa kumfanyia mtu umiwa surprise ya kofi. Mwingine akiweza kusema kwamba proud daddy huyu. Mwingine akiweza kusema kwamba uh, kuna kihelehele wa gavana kamchapa kofi jamaa la faster mwanamke naye ni mjinga. Kwa nini alimuita baba wake alafu hapendi bwana wake e, apigwe. E, mwingine akiweza kusema kwamba mzee yuko sahihi. kama mwanamke hakusikilizi ongea na wazazi wake, kama asaidi achana naye. Nimeona koment huu bwana imeweza ni kupata reaction nyingi sana e, mdau akiweza kumjibu kasema, kwamba kabisa, umeongea fact huyu. Mwingine akiweza kusema kwamba sisi wanawake kama wanaume una kitu unadharaulika Mwingine akaweza kusema kwamba ni kweli dada. Mwingine mwingine akaweza kusema kwamba e, a, e, katika vitu mwanaume anafaa kupambana asikutane nazo ni kuishi ukweni na kusaidiwa ukweni. Hii inamkosesha sana heshima mwanaume. Nimeona wanaume wengi wanaishi kwa nyumba za wakwe, huwa wanatukano hadi na mashemeji zao. Mwingine akaweza kusema kwamba kuna mambo hayasemeki kaka, kuna wanawake hawariziki kama hawajapigwa mwingine akaanza kusema kwamba, sio mke tu, hata mfanyakazi. Ongea na wazazi urudi, usijue katua mkono kumpiga mtoto wangu. Mwingine akaanza kusema kwamba, baba mkwe ana heshima sana. Huyu mwingine akaanza kusema kwamba, anapiga teke fuko la hela. Huyu mwingine akaanza kusema kwamba safi sana Sonko, umemsomeshia watoto na hela hana alafu Sonko kupanga jamani, apigwe hapo. Mwingine akaanza kusema kwamba, ila wanawake E, kumpe, kumpeleka mashtaka jamaa akamgonga kofi, alafu kanasema hapana, usimpige mme wangu huyu. Mwingine kaweza kusema kwamba jamaa kaponea chupu chupuchupu. Mwingine kaweza kusema kwamba mpambe ni bwana kabisa. Mwingine kaweza kusema kwamba akimpiga huyu e, bwana ataacha haya yote mwingine kaweza kusema kwamba acha hizo bamkwe. Kwa hiyo huyo jamaa mmemwona, e, nyie sasa, Sonko Sio poa, hayo ni mapenzi yao wenyewe achana nao. Mwingine akaanza kusema kwamba eh, shida za sampa. Hizo ni baadhi ya comment eh, eh, za dawa ambazo walikuwa wanaongea eh, kufuatia eh, peji na kurasa mbalimbali za kijamii katika hizi video za gavana. Unaona, zungumzaje hili jambo, ingekuwa ndo mtoto wako au wewe ndo ungekuwa huyo mwanaume au wewe ndo ungekuwa binti. Shika comment yako hapo chini. Mimi ndo hili hapa.